A, ni mkazi wa Siha natokea kata ya Olkolili mimi ni mmoja wapo wa mgombea katika nafasi ya ubunge nilichukua jana fomu. Jana nilikuwa mtu wa kwanza kabisa kuwahi kuchukua fomu mapema kabisa kama ishara mojawapo kwamba na shauku kubwa ya kutumika kutumikia wananchi Kwa hiyo leo kwa siku ya leo nimerejesha fomu mapema na pia ni mtu wa kwanza kurejesha fomu. Kwa unachoomba wananchi wa Siha ni, ni maombi tuanze. Kila mtu kwa imani yake aanze kusali na kuswali kwa ajili ya mchakato mzima wa uchakataji wa majina, ili Mungu akapate kuwa kuwapatia hekima wale wajumbe wote waliokuwa kwenye kamati ya maamuzi, jina langu lirudi, lirudi mrudishio wa nasia, mrudishiwe jina, ili mweze pia kunipa ridhaa hiyo, nipeperushi bendera na pia